Watu wengi wanaishi maisha wakiamini kuwa furaha itakuja baadaye baada ya kupata pesa, baada ya kufanikiwa, baada ya kuheshimiwa. Lakini wachache sana wanaelewa ukweli huu mmoja mkubwa. Furaha si zawadi ya mwisho wa safari. Furaha ni chanzo cha safari yenyewe. Ukikosa hili, unaweza kufanya kazi kwa bidii maisha yako yote lakini bado ukabaki mtupu ndani. Katika maisha ya kila siku, tunafundishwa kupambana kwanza, kujinyima kwanza, Kuteseka kwanza, halasi baadaye ndio tufurahie. Lakini ukweli unaonyesha kuwa watu wanaofanikiwa kwa kweli hawasubiri mafanikio ili wawe na furaha. Wanaanza na furaha, ndipo mafanikio yanafuata. Hii ndio siri ambayo wengi hawajaifunza, na ndio inawafanya wengi wachoke haraka, wakate tamaa, au wajione wamechoka na maisha hata kabla hawajafika walipotamani. Kuna simulizi la mtu ambaye aliamua kubadili mtazamo wake. Hakuwa tajiri, hakuwa maarufu wala hakuwa na uhakika wa kesho, lakini aliamua jambo moja tu: kufurahia kile alichokuwa nacho sasa na kujitoa kwa moyo wake wote. Alipoanza kufanya kazi zake kwa furaha badala ya malalamiko, akili yake ilianza kuona fursa badala ya vikwazo. Alipoacha kuishi kwa hofu ya kesho, nguvu yake ya ndani iliongezeka. Hatua kwa hatua, maisha yake yakaanza kubadilika, si kwa sababu mazingira yalibadilika kwanza, bali kwa sababu yeye alibadilika ndani. Furaha ina nguvu ya ajabu inapokuwepo ndani ya mtu, inapanua fikra, inafanya akili iwe wazi, inafanya mtu awe mbunifu na inampa ujasiri wa kujaribu hata pale ambapo wengine wanaogopa. Mtu mwenye furaha hafanyi mambo kwa kulazimishwa, anafanya kwa shauku, na shauku ina nguvu kuliko nidhamu ya kulazimisha. Watu wengi huchanganya furaha na starehe, lakini furaha ya kweli haimaanishi kukosa changamoto. Furaha ya kweli ni hali ya ndani ya kukubali uhalisia, huku ukiendelea kupambana kuboresha maisha yako ni uwezo wa kusema hali yangu si kamili, lakini bado nina sababu ya kuendelea na nina thamani. Hali hii ya ndani humfanya mtu asivunjike kirahisi anapokutana na matatizo. Kuna mfano unaoelezea hili kwa kina. Fikiria watu wawili wanafanya kazi ile ile kwa mshahara ule ule katika mazingira yale yale. Mmoja anaamka kila siku akiwa na hasira, analalamika, anaona kazi kama adhabu. Mwingine anaamka akiwa na shukrani anaona kazi kama fursa ya kujifunza na kukua. Miaka inapopita, mmoja anachoka, anakata tamaa, anaona maisha hayana maana. Mwingine anakua, anajenga ujuzi, anajiamini, na hatimaye anapiga hatua kubwa. Tofauti haikuwa mazingira, bali hali ya ndani. Furaha pia humsaidia mtu kuvumilia safari ndefu. Maisha si mbio za mita mia moja; ni safari ya muda mrefu. Kama huna furaha njiani, kila hatua itahisi kuwa mzigo. Ndiyo maana watu wengi huacha malengo yao njiani. Hawakukosa uwezo, walikosa furaha ya safari. Walikuwa wanangojea mwisho ufike ili wajisikie vizuri, badala ya kujifunza kufurahia mchakato. Katika sura hii, ujumbe mkubwa ni kwamba huwezi kuahirisha furaha yako hadi siku fulani ya baadaye. Ukifanya hivyo, utakuwa unaiahirisha pia nguvu yako, ubunifu wako na uwezo wako wa kweli. Furaha inapokuwepo sasa, hata mafanikio madogo yanaonekana kuwa makubwa. Lakini bila furaha hata mafanikio makubwa yanaweza kuonekana kuwa hayatoshi. Ndiyo maana ni muhimu kujifunza kuishi wakati wa sasa, kufurahia hatua ndogo, kushukuru ulipo, huku ukiendelea kusonga mbele. Hii haimaanishi kuridhika na hali duni, bali ni kukubali kwamba thamani yako haitegemei kile utakachopata baadaye. Thamani yako inaanza sasa. Mwisho wa yote, mafanikio ya kweli si pesa pekee, si sifa pekee, wala si cheo pekee. Mafanikio ya kweli ni uwezo wa kuamka kila siku ukiwa na amani ndani yako, ukijua unatoa uwezo wako wote bila kujinyima furaha yako. Na pale unapochukua furaha kama msingi wa maisha yako, mafanikio yanakuja kama matokeo ya kawaida, si kama kitu cha kulazimishwa.